Mheshimiwa Spika, haya ni mafanikio makubwa amba ambayo tumeyaonyesha kwa tathmini ambayo imefanywa na serikali. Sambamba na matokeo ya tathmini ya utekelezaji wa mipango ya serikali niyoeleza hapo juu, tathmini ya kitafiti inaonyesha pia kwamba wananchi walio wengi katika nchi yetu wanaridhishwa na utendaji wa serikali katika kutekeleza programu miradi ya maendeleo. Kwa mfano, utafiti uliofanywa na taasisi ya Afrobarometer mwezi Juni mpaka Julai mwaka 2024 unaonyesha kuwa asilimia 71 wananchi wote waliohojia waliohojia walisema wanaridhishwa sana na utendaji wa serikali, na asilimia 70 walisema nchi ipo katika mwelekeo sahihi. Waheshimiwa Wabunge, wastani wa nchi za Afrika, wastani wa idadi ya wananchi wanaoridhishwa na utendaji wa serikali zao Afrika ni asilimia arobaini kwa Tanzania ni asilimia sabini na moja. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tathmini hizi ambazo tunazieleza hapa sio tu kwa mtazamo wa serikali, lakini pia pale ambapo wananchi wanaojiwa walio wengi wanaona kwamba tunafanya kazi nzuri na tuendelee kuchapa kazi. Mheshimiwa Spika, nimalizie kwa kueleza sasa malengo na vipaumbele katika mpango wa maendeleo ya Taifa wa mwaka 2025 26. Mheshimiwa Spika, mpango wa maendeleo ya Taifa wa mwaka 2025 26 unaongozwa na dira ya Taifa wa maendeleo ya mwaka 2025 inaolenga kuwezesha Tanzania kuingia katika kundi la nchi za uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025, ambapo tuliingia mwaka 2020 miaka minne kabla ya muda na kuwa na kiwango cha juu cha maendeleo. E, aidha mpango unaopendekezwa ni wa mwisho katika kutekeleza mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano. Hivyo, mpango huu umejikita katika kuendeleza na kukamilisha utekelezaji wa afua zinazotoa matokeo katika maeneo matano ya kipaumbele. Kwa waheshimiwa wabunge, miradi ambayo mwaka huu itapewa kipaumbele ni ile miradi ambayo inaendelea na miradi ambayo tunaamini itachochea kukamilisha utekelezaji wa afua ambazo zitatoa matokeo. Katika wa, Mheshimiwa Spika, mpango ni kiungo kati ya mipango inayokamilika na mipango mipya inayotarajiwa kutekelezwa chini ya dira mpya ya maendeleo mwaka 2050 hivyo basi, mpango utajielekeza katika kuainisha na kutekeleza programu na miradi muhimu ambayo haijakamilika ili kuandaa mazingira shirikishi na endelevu kwa mipango ijayo. Mheshimiwa Spika, nguzo muhimu ya maandalizi ya mpango ni ukuaji wa uchumi pamoja na maendeleo, maeneo matano ya vipaumbele vilivyoainishwa katika mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Maandalizi ya vipaumbele vya mpango vimezingatia vigezo vilivyoainishwa katika mpango huo. Vigezo hivi ni ukuaji endelevu wa uchumi, kupunguza maskini, kuzalisha ajira, kuimarishwa kwa ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa, maendeleo endelevu, utawala bora na utawala wa sheria. Vile vile mpango unalenga kutekeleza na kukamilisha programu na miradi ya maendeleo ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha ufanisi wakati wa utekelezaji, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itaweka mkazo katika maeneo ya kielelezo yenye manufaa na matokeo makubwa na kujielekeza katika kutekeleza vipaumbele vitano vifuatavyo: mosi, kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa bidhaa viwandani na kutoa huduma kukuza uwekezaji na biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali wao. Mheshimiwa Spika, ili kufikia vio vio katika na serikali serikali itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya kielezo na kimkakati, na baadhi ya miradi itakayoendelea kutekelezwa ni pamoja na miradi ya kuongeza uwezo wa uzalishaji katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi, ikiwemo kuongeza matumizi ya mbegu na mbolea, kuongeza eneo la umwagiliaji na kukamilisha ujenzi wa bandari za uvuvi. Pili, miradi ya ujenzi wa miundombinu ya usafiri na uchukuzi pamoja na miundombinu ya kidigitali kwa ajili ya kuchochea shughuli za kiuchumi na kijamii, ikiwemo kuendeleza na ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa SGR, kuendelea na utekelezaji wa mradi wa imarishaji wa shirika ndege la Tanzania kwenda kuboresha na kupanua mtandao wa barabara nchini, hususan ni barabara zinazounganisha maeneo ya uzalishaji vijijini na masoko, kukamilisha ujenzi wa daraja la imeshalitaja mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta kuendelea na upanuzi wa miundombinu ya kidigitali ili kupanua matumizi ya tehama katika uzalishaji, biashara na utoaji wa huduma kwa wananchi, kuendelea na, na utekelezaji wa miradi ya kuzalisha, kusafirisha na kusambaza umeme, kuendelea na utekelezaji wa miradi inayolenga kuleta maendeleo ya, ya watu, utekelezaji wa ikiwemo utekelezaji wa sera mpya ya elimu, miradi ya afya, maji na usafi wa mazingira na miradi ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuhamasisha uwekezaji kutoka nje na ni, katika, katika, katika, katika, katika, katika na misingi ifuatayo: kwanza, kuendelea kuwepo kwa amani ndani ya nchi katika nchi jirani na duniani ili kudumisha utawala bora, utawala tatu, na utawala wa sheria nchini nchini, na nne, kuendelea kuongezeka kwa ushiriki wa sekta ya uwekezaji na biashara tano, kuendelea kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, sita, kuwa na rasilimali watu iliyo bora na inaokidhi matakwa ya sasa na ambayo yanatawaliwa na teknolojia na ubunifu saba, nidhamu katika matumizi ya fedha za umma na udhibiti wa deni la taifa; nane, kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ikiwa ni pamoja na kuwasaidia wafanyabiashara na wawekezaji wadogo na wakati, ili waongeze tija, wakue na kujirasimisha; na tisa, kuwa na nidhamu ya utekelezaji wa vipaumbele kama tulivyopanga katika mipango na mikakati ya kitaifa na ya kisekta. Mheshimiwa Spika, Nihitimishe kwa kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa hali ya uchumi wa nchi yetu kwa sasa ni himilivu, ukiwa na mwelekeo chanya na ukuaji endelevu. Kama nilivyoeleza, uchumi karibu nchi zote, uchumi wa dunia kwa ujumla, mpaka mataifa makubwa unashuka, uchumi wetu unakua. Hili ni jambo jema. Kuimarika kwa uchumi kunatokana na usimamizi makini wa sera za uchumi jumla pamoja na ushiriki wa wananchi katika ujenzi wa taifa lao. Ninawashukuru na kuwapongeza Watanzania wote kwa mshikamano huu wa kizalendo. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuchukua nafasi ninapohitimisha, kuwashukuru sana wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM kwa uamuzi wao sahihi wa kuwachagua hapo tarehe 10 Januari 2025 -20 -20 kuwachagua Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Balozi Dr Imanuel John Nchimbi kuwa mgombea wake mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Dr Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ni imani yangu na uhakika kwamba hii ni timu sahihi ya kuiongoza Tanzania kufikia maendeleo makubwa zaidi katika miaka mitano ijayo. Nina imani na wananchi wa Tanzania na Zanzibar kwamba watafanya uamuzi sahihi wa kuwachagua katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hakika kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa Spika, napenda kuwashukuru sana viongozi wenzangu katika ofisi ya Rais mpango na uwekezaji pamoja na tume ya mipango tume ya taifa ya mipango kwa ushirikiano wao katika kuandaa taarifa ya hali ya uchumi na mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 2025-2026. Viongozi hao wa ni pamoja na Mheshimiwa Stanislaus Haruni Nyongo mbunge wa jimbo la Maswa Mashariki, Mheshimiwa naibu waziri wa wa nchi ofisi ya Rais mpango na uwekezaji, ambaye anafanya kazi nzuri sana, mtu rahimu sana mtu mwema sana, mtu ambaye inchi hii inamhitaji, na nina uhakika wananchi wa jimbo la Maswa Mashariki wataturudishia ndugu yetu huyu katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninamshukuru Dr. Tausi Mbaga Kida, katibu mkuu ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, Dr. Fred Matola, msema katibu mtendaji wa tume ya mipango. Aidha, nawashukuru management na watumishi wote watu ofisi ya Rais mipango na uwekezaji na tume ya taifa ya mipango kwa ushirikiano wanaonipa katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa Spika, kazi ya kuandaa taarifa ya hali ya uchumi na mpango wa maendeleo wa taifa ni kazi shirikishi iliyofanywa na wataalamu wa tume ya taifa ya mipango na wenzao kutoka wizara ya fedha. Aidha, katika mchakato wa kuandaa taarifa hizi mbili, tumeshirikiana kwa karibu sana na mdogo wangu waziri wa fedha Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba mbunge wa Iramba Magharibi, tumefanya kazi kwa ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kama unavyofahamu ofisi yangu ina miaka miwili tu, nilikuwa nimeipokea kutoka kwa Mheshimiwa Mguru Nchemba aliyekuwa waziri wa fedha na mipango, na namshukuru sana kwa jinsi ambavyo amenisaidia kuhakisha ofisi inasimama, amenipa kila aina ya msaada. Mungu ambariki sana. Mshukuru pia Dkt. Natu Mwamba, katibu mkuu wa wizara ya fedha na mlipaji mkuu wa serikali pamoja ya na timu yake yote ya wataalam. Nashukuru sana kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao katika kumsaidia mheshimiwa rais kusimamia uchumi wa nchi hii kuhakikisha kwamba unaendelea kukua na wananchi wanafaidika matunda yake. Mheshimiwa Spika, ni washukuru sana waheshimiwa wabunge wenzangu kwa ushirikiano ambao wamenipa katika miaka hii miwili tangu niwe wa waziri wa nchi ofisi ya rais mpango na uwekezaji ninawashukuru sana kwa michango yao kwa pongezi zao, lakini kwa upendo wao mkubwa sana kwa umuhimu wa kipekee. Mheshimiwa Spika, ninawashukuru wananchi wa jimbo la Ubungo kwa ushirikiano wao katika kipindi chote tangu niwe mbunge wa jimbo hilo. Ninakishukuru Chama cha Mapinduzi kwa imani kubwa kilichonipatia kupeperusha bendera ya chama hichi katika uchaguzi wa mwaka 2020 na nina imani kubwa kwamba wananchi wa jimbo la Ubungo na chama cha mapinduzi kitanirudisha nigombee na hatimaye kushinda tena ubunge huo. Mheshimiwa Spika, hotuba hii pamoja na vitabu vya taarifa hali ya uchumi wa taifa inapatikana pia katika tovuti ya ofisi ya Rais Mpango na Uwekezaji. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, ninaomba sasa bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo ya taifa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja.